Kwa majina naitwa Dr. Neema Pita Majule. Mimi ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Dodoma, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa UWT wa mkoa wa Dodoma. Kwa kweli tumepokea kwa masikitiko makubwa sana msiba huu wa Jenista Mwagama, yani umetokea ghafla, lakini sisi Wakristo tunaamini ya kwamba sisi wote tutaondoka duniani, ni wakati tu unatofautiana, lini mtu anaondoka na nani anaondoka. Lakini pia tunaaswa kwamba tuwe tayari wakati wowote. wa tumelipokea kwa matukio makubwa, lakini basi yaliyo mapenzi ya Mungu tunayapokea. Aa, mimi namfahamu Jenista Mhagama siku nyingi toka alipokuwa mbunge, lakini baadaye alipoanza kuanza kushika nafasi za uwaziri, mimi kwangu alikuwa ni role model. Mimi kama mwenyekiti wa UWT mkoa wa Dodoma, nilikuwa nikisema wanawake ambao wamefanya vizuri. Nikitoka kumtaja Mama Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais. Mtu wa pili mwanamke ambaye mimi nilikuwa namtaja alikuwa ni Jenista Mhagama, na pia nilikuwa nasema kuna wanawake ambao wamepewa wizara wanafanya vizuri sana, na nilikuwa natoa sababu kwa nini wanawake waliopewa uwaziri wanafanya vizuri sana. La kwanza kabisa, wanawake ni waaminifu, lakini la pili, wanawake ni wachapakazi, lakini la tatu, wanawake ukimpa nani kitu cha kufanya, anavuta na wanawake wengine. Sifa hizi tatu Jenista Muhagama alikuwa nazo. Mimi nasema kwamba yani, ili kuenzi nani jitihada hata maisha ya Jenista Mhagama ni kuwa kama Jenista Mhagama alivyokuwa anafanya yeye, mpaka rais alikuwa anamwita kiraka, yaani sehemu ambayo inatetereka. Jenista Mhagama alifiti kwenda mahali pale, anaenda anafanya vizuri sana. Hivyo wanawake wote wanaopewa uongozi, wanawake wenzetu waliopata nafasi ya kuwa mawaziri, kuwa na manaibu waziri, wanawake wenzetu wame wamepata nafasi ya kuwa majaji wafanye kama alivyokuwa wanafanya Jenista Mhagama, wafanye kwa bidii yote, lakini zaidi kwa bidii yote, wanawake pia watuwakilishe vema kule, ili serikali izidi kuwaamini wanawake ya kuwa mwanamke ukimpa kazi anafanya kwa bidii yote na kwa uaminifu wote.